Ajali ya treni ambayo mabehewa takribani mabehewa sita yaliyoacha reli yakawa yamekimbilia upande wa pembeni. Ah, chanzo cha ajali hii bado hakijajulikana haswa haswa ni nini kusababisha mabehewa haya yameweza kuacha reli hii. Ila kwa awali tu tulichokifanya baada kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji baada ya kupokea wito huu wa ajali tumefika hapa na kuokoa takribani ya watu sita, Jinsia wanaume wakiwa ni wawili na wanawake wakiwa ni wanne, ambao wote ni watu wazima. Mpaka hivi sasa kinachoendelea hapa ni kuhakikisha mabehewa yaliyokuwa yametoka nje ya reli yanarudishwa katika upande wake na kuondolewa yale mengine ambayo yameharibika. Na tukio hili tuliipata takribani mida ya saa kumi na moja kasoro, ilikuwa saa kumi na moja na dakika kama arobaini na moja. Kwa hiyo saa 11 kasoro dakika 19. Tumepata tukio hili tukafika hapa kwa wakati. Magic FM. Believe in the power of magic Magic.